Asanteni sana waheshimiwa wabunge. Katibu, uchaguzi wa naibu spika. Uchaguzi wa naibu spika. Waheshimiwa wabunge, kama mnavyofahamu katika shughuli za